ajmain rabbi shrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma baad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dada zangu katika iman, tuendelee na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu hali ya wanyonge duniani na Akhera. Dada zangu katika iman, Allah subhanahu wa taala, kwa hikma na uadilifu wake ameiweka wazi njia ya uongofu na akatuonyesha njia hii na ame juu ya njia ya upotofu na akatuonya juu ya njia hii. Mwanadamu, dada zangu katika iman, kimaumbile ameumbwa kuwa na furaha au huzuni. Maisha ya wanyonge, dada zangu katika iman, duniani ni kwamba vifua vyao vimebanwa na dhiki, uchovu na huzuni, kwa sababu nyoyo zao hazijafikia yaqeen na uongofu wa kweli, hata ikiwa sura yao ya nje, yani ni ya starehe. Kwa hiyo wa, yani wanavaa wapendavyo, wanakula watakavyo, na wanaishi popote wapendavyo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an sura at-Taha aya ya mia moja na ishirini na nne, wa man a'rada 'an dhikri fa innahu lahu ma'ishatan danka

na mawaidha yangu, basi kwa yakini atapata maisha yenye dhiki, na siku ya kiyama tutamfufua hali ya kuwa kipofu. Aseme: E mola wangu mlezi, mbona umenifufua kipofu nami nilikuwa nikiona? Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atasema: ndivyo hivyo, zilikufikia aya zetu na mtume wetu duniani, yote hayo ukayasahau na ukajifanya kipofu, hukuamini Leo basi kadhalika unaachwa umesahaulika, umo katika adhabu na fedheha. Dada zangu katika imani, hali ya wanyonge, na tukisema wanyonge hapa tunamaanisha yn yaani, uh, watu waovu uh, au makafiri. Hali ya wanyonge dada zangu katika imani, yanapofikia mauti ni kwamba malaika wa mauti humjia kafiri na mnafiki

alkathir albashar min min sufi almablul yani fatuktau ma'aha alghuruq wal asb yani hadithi yani. Hii katika hadithi anasema yani, Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hali ya wanyonge yanapowafikia mauti katika hadithi hii kwamba wakati mmoja au, wakati mja kafiri na yani mwovu kafiri au mwovu eh, na katika yani riwaya nyingine yani, mja muovu anapokaribia uh, kuondoka duniani na kuingia akhera, malakal maut mal, malaika wakali na wenye nguvu, wenye nyuso nyeusi, pamoja nao mitandio ya moto huteremka kwake kutoka mbinguni, na humjia malaika kutoka mbinguni hukaa kichwani mwake, yani malakal maut humjia pia kadhalika kutoka mbinguni na hukaa kichwani mwake na kusema ewi, nafsi mbaya eh? Njoo kwenye adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema ile mtandio ya moto yaani inazama ndani ya mwili wake na anaitoa kama vile mishkaki n yaani, e, yenye matawi mengi inavyotolewa kwenye pamba Yenye yani unyevunyevu na hapo mishipa hukatika. Dada zangu katika iman, Qur'an tukufu kadhalika imetueleza kuhusu ukali wanaopata makafiri au watu waovu wakati wa kufa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an surat Al-An'am aya ya tisaini na tatu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala <coughs>

Wakuntum An ayatihi tastakbirun. Nani yani, uh, dhalimu mkubwa kuliko yule anayemzuilia uongo Mwenyezi Mungu, au ana anayesema ana mimi nimeletwa nimeletewa yani wahi, na hali hakuletewa wahi wowote wa na yule anayesema ni, yani nitateremsha kama alivyoteremsha Mwenyezi Mungu na lau ka, e, yani, ka, e, ungelikuwa ungeliwaona yani madhalimu e, yani, wanavyokuwa yani katika mahangaiko ya maut na malaika wa, wamewanyoshea yani mikono yani wakiwaambia: zitoeni roho zenu leo, mta yani mtalipwa adhabu ya fedheha kwa sababu ya mliyokuwa mkiyasema juu ya Mwenyezi Mungu yasiyo ya, ya haki na mlivyokuwa mkizifanyia kiburi aa, au mlivyokuwa mkizidharau aya zake Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika imani, maelezo haya yanatokea pale malaika wa adhab wanapompa kafiri au mja mwovu habari njema ya adhab fedheha Pingu, minyororo, Jahannam, maji ya moto, na ghadhabu ya mwingi wa rehma, huku nafsi yake ikiwa imetawanyika ndani ya mwili wake na kuasi na kukataa kuondoka malaika. Yani, yani watawapiga mpaka roho zao ziache miili yao. Hii, dada zangu katika iman, ni tafsiri inapatikana katika tafsiri ya Ibni Kathir kuhusu aya hiyo, dada zangu katika iman. Ama kuhusu safari ya, ya roho kwenda mbinguni, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumzia yani juu ya nafsi mbaya ilivyoondolewa, yani kutoka kwa mja kafiri au mja mwovu, akisema juu yake baada ya kuondolewa, yani kila malaika baina ya mbingu na ardhi na, kila, na kila, kila, kila mbinguni atamlaani na milango ya mbingu itafungwa, na hakuna mtu kwenye mlango mmoja isipokuwa watamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ili roho yake isirudi kutoka kwao. Kisha akaichukua oh, ataichukua na uh, na anapoichukua haiachi, yani mikononi mwake kwa kupepesa jicho, mpaka waiweke ndani ya gunia hilo na inatoka humo harufu mbaya zaidi katika hiyo gunia, yani, inatoka humo harufu mbaya zaidi ya maiti juu ya uso wa ardhi. Kisha wanapanda nayo wala hawap, yani hawapiti mbele ya kundi la malaika ila husema ni pepo gani huyu mwovu? wanasema kwa kuwajibu malaika ni fulani mwana wa fulani, kwa kutumia majina mabaya kabisa aliyoitwa nayo hapa duniani, mpaka afikie mbingu ya chini kabisa na kuomba ruhusa, lakini ha, a, a, yani hatopewa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema

Wakadhalika najzi lmujrimin, yani hakika wale wanaozikanusha aya zetu na wakazidharau hawatafunguliwa milango ya mbingu wala hawataingia peponi mpaka apite ngamia katika tundi ya sindano, na hivi ndivyo tunavyowalipa wakosefu. Dada zangu katika iman, Allah subhanahu wataala anasema andika kitabu chake katika sijini, katika ardhi ya chini kabisa. Kisha anasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, mrudishe mja wangu kwenye ardhi, kwani niliwaahidi kwamba humo niliwaumba na humo nitawarudisha na humo nitawatoa wakati mwingine. Kisha roho yake inatupwa kutoka mbinguni mpaka inaingia ndani ya mwili wake, kisha akasoma aya ya thalathini e, na moja ndani uh, ya Suratul Hajj. Waman yushrik billahi, fakaannama kharra mina alsamai fatakhtafuhu tairu au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq, na anayemshirikisha Allah subhanahu wa taala ni kana kwamba ameanguka kutoka mbinguni na amenyanyuliwa na ndege au upepo ukampeleka mahali ambali. Katada dada zangu katika iman, akasema, nafsi yake ikarejea kwenye mwili wake. Dada zangu katika iman, ama kuhusu adhabu ya wanyonge kaburini, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, watamjia malaika uh, wawili ambao watakuwa wakali

Kumsa, yani malaika hawa wawili eh, wakali watamjia mja mnyonge kaburini na kumkalisha chini na kumwambia, ni nani mola wako mlezi? Atasema oh, sijui. Watamwambia dini yako ni ipi, dini yako? Atasema oh, mimi sijui. Watamwambia ni nani mtume wako, uh, na je unamtambua, una yani Muhammad? atasema Ah oh, si yani simjui, lakini nilisikia watu wakimtaja. Watasema, ni ipi kitabu chako? Atasema, mimi sijui. Watasema, wewe wa, yani hukuijua wala hukuisoma Qur'an, basi mkunjulie wataamrisha, mkunjulie kutoka kwenye moto na na kumfungulia mlango wake. Dada zangu katika imani, ama hali za wanyonge siku ya Kiyama, Siku hiyo watasimama huku macho yao yakiwa yamefumbwa kwa hofu, wakiwa wamepigwa na mshangao na kushikwa na hofu, hawatafungua macho wala kusogea, watatembea haraka wala hawatageuka wala kuzingatia chochote, watainua vichwa vyao si kwa hiari, lakini wakishangaa Uso wao utakuwa mweusi na watafunikwa na unyonge na aibu. Ama yani moyo wao nyoye zao e, moyo wao uta yani utakuwa mtupu, nyoyo zao zitakuwa tupu, usio na chochote wanachoweza yani kufahamu wala kukumbuka wala kuhifadhi hata

muhtiina moqanii ruusihim la yartadu ilayhim torfuhum waafidatuhum hawa wala usidhani Allah subhanahu wataala ameghafilika na wanayoyafanya madhalim. Hakika yeye anawaakhirisha kuadhibu mpaka siku nzito At, yani watakapo kodoa macho yao. Dada zangu katika iman, nao wako mbioni, vichwa juu na macho yao hayapepesi hata wakitaka, na nyoyo zao zitupu hazina wazo lolote kwa wingi wa hofu. Dada zangu katika iman, siku ya Kiyama wanyonge watafungwa pingu, minyororo na nyundo. Anasema Allah subhanahu wataala kuhusiana na hayo katika Quran suratu lhaq aya ya thalathini hadi thalathini na mbili, atasema khudhuhu faghullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin daruha sab'una dhiraan fasluku, yani patasemwa mshikeni mtieni pingu kisha mtupeni motoni, tena mta uh, mtatizeni katika yani mnyororo wenye urefu wa dhiraa sabiini. Ibnu Kathir, dada zangu katika imani, amesema yani anawaamrisha walinzi wake, yani Allah uh, subhana wa ta'ala, anawaamrisha walinzi wamkamate kwa nguvu kutoka mahali pa mkusanyiko na kumfunga pingo, yani kumtia pingo shingoni. Ibn Abbas radhiallahu anhu amesema basi, yani mchukue, yani huingia ile mnyororo kwenye utupu wake wala si shingoni, kulingana na Ibn Abbas. Yani, huingia ile minyororo eh, kwenye utupu wake ya haja kubwa, kisha hutoka mdomoni mwake, kisha wata, wana, yani, wanatundikwa humo kama vile nzige au locust wanavyotundikwa kwenye fimbo wanapo chomwa dada zangu katika iman na allah subhanahu wataala amewaandalia watu wa motoni makombora ya chuma ambayo ni nyundo zitakazowaangukia wakhalifu wanapojaribu kutoka nje ya moto haya yamethibitishwa na, na allah subhanahu wataala katika quran surat al hajj aya ishirini na moja hadi ishirini na mbili anasema allah subhanahu wataala walahum maqamiu min hadid

Kile wakijaribu yani kutoka motoni, kwa wingi wa machungu na dhiki, malaika watawapiga nayo hayo marungu, na watarudishwa huko huko kuweko, na wataambiwa onjeni adhabu ya moto unao yani unaouzunguka kuwa ni malipo o ya maovu au ukafiri wenyu. Dada zangu katika imani, kwa kuwa madhambi na uasi humzunguka kafiri au humzunguka mtu mwovu kama bangili inavyozunguka kifundo cha mkono, adhabu itakuwa ni ya aina moja na kitendo. Kwa hiyo moto utawazunguka makafiri na wale waovu. Wal iyadhu billah, Mwenyezi Mungu atuepushe sote Waislamu kutokana na hayo. Yani, moto utawazunguka yani kutoka kila upande. Watu wa motoni katika tabia zao, dada zangu katika imani, katika tabia zao kubwa, wataingia motoni kwa umbo kubwa sana ambalo ukubwa wake unaweza yani kukadiriwa tu na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kwa dalili ya hadith ifuatayo dada zangu katika imani. Amesema Abu Hurairah radhiallahu anhu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema: inna ghild, aljild,

kiti chake katika jahannam kitakuwa baina ya maka na madina dada zangu katika imani kwa sababu ya kuumbwa kwao kukubwa moto utaingia katika miili yao mpaka ufike sehemu ya chini kabisa e, kabisa yao anasema allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hayo katika surat almudathir aya ishirini na sita hadi ishirini na tisa sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wala tadhar lawahatun lilbashar. nita, nita, yani, nita, yani, tutamtia kwenye moto wa saqar, na nini kitakujulisha ni nini huo moto wa saqar? Unabambua ngozi iwe nyeusi, dada zangu katika iman. Ama kuhusu chakula cha wanyonge motoni ni, ni, ni, ni, ni dharia na zaqum

hawatakuwa na chakula ila kutoka kwa dharii, hakishibishi wala hakiondoi njaa. Dada zangu katika iman, dharii ni mwiba katika ardhi ya Hijaz uitwao shabrak. Chakula hiki wanachokula watu wa motoni hakiwanufaishi, basi hawapati raha nacho, hivyo kukila ni aina ya adhabu. Dada zangu katika iman, inafahamika Kutokana na aya hizi kuwa mti huu una sura mbaya, na kwa hiyo unafanana na vichwa vya mashetani na roho za ubaya wa vichwa vyao, yani ingawa hawavioni. Licha ya ubaya wa mti huu na ubaya wa matunda yake, watu wa motoni watapigwa na njaa kiasi kwamba yani hawaepuki kuula katika mti huu mpaka kujaza matumbo yao. Tumbo lao dada zangu katika imani litajaa litaanza kuchemka katika mili yao kama majipu ya mafuta, na watapata maumivu makali kutokana na hilo. Hali yao ita, e, yani, itakapofikia kiwango hiki, watakimbilia kwenye yani, maji yanayochemka, ambayo ni maji ya moto sana, na watakunywa humo kama vile ngamia yani wanavyokunywa, lakini hawa hawatosheki kwa sababu

Fasharibuna shurba lhim, na watakunywa kama wanavyokunywa ngamia wenye kiu, kisha maji hayo yatawakata matumbo yao, yatawakata. Yani matumbo yao dada zao katika imani, huu ndio ukarimu wao katika siku hiyo ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe yani na hali ya watu wa motoni, kwa fadla na ukarimu wake. Shukran jazila wa barakallahu fikum.